Kidato cha tatu Form 3. Nakuhurumia, nakuhurumia sana. Niendelee ukurasa mwingine Form 3. Nini? Yani fanya uchaguzi haraka, aidha unipe funguo ya chumba au nikayaza gazi. Nisikilize mwanaume -on engo uliingia eosio mm -hmm, umefata sehemu ambayo haikuhusu basi. Kama ulivyosikia, basi utunze iyosio, na kama ukisambaza uongo uongo na maneno maneno ya porojo porojo, nitakufanya kitu kibaya. Sasa kama unataka mimi ni zip my mouth. Nipatie funguo ya chumba, yaani unanipa funguo na mimi mm. <laughs> Kamashangu sijakutisha na mwanamke tena, mwanamke ambaye kadogodogo kambu kama wewe. Kwa hiyo hizo zako hazitoniumiza, fanya unavyoweza. Basi niko free kwenda kuyazagaza, yaani nitoke hapa niende kituo cha polisi nikawaambie, bwana kuna mtu anaitwa DJ Stone kampa mwanafunzi ndio zito, na sasa hivi yule mwanafunzi ni kidato cha tatu, mima ni miezi minne au mitano anaitwa nani? nitaje jina? nitaje jina? kwa hiyo Bwana Mpemba ameshindwa kunitoa kwa njia yote, ndio kwaagiza wewe sasa, wala usiki. Kwa hiyo umeshinda, nitakupatia funguo ya chumba, ila hilo o lilianzisha halitakuwa na mwisho. Saa hii nitakufanya kitu kibaya.